Maono yangu mi nataka awamu ijayo kila kijiji kiwe na shule yake ya sekondari. Hatuwezi kusubiri butuguri na kamgegi wakose nini shule, haraka haraka tukafanya wamzi butuguri na busegu, angalau wako karibu lakini kukirango na ka, na kule Kia tungwe kamgegi, umbali ni mrefu mno. Tukasema shule ya kwanza kamgegi, fedha ka zikaenda milioni mia nne sabini shule ikajengwa. Anasema mwaka unaofuata lazima iwe Busegwe. Diwani yule maskini Mwenyezi Mungu amrehemu anapambana, disi anamzuia. Kutamaliza endeleeni kupeleka madarasa wapi? Butuguri. Wananchi wanasema kule mbali mimi nikaingilia kati kama mbunge. Nikapambana, nikatoa fedha zangu, peleka matofali pale, wakaanza ujenzi. Baadaye busara ikaja. Haya madarasa mengine yanayoendelea kwenda Butuguri. Kwa nini tusipeleke huko ndio uamuzi ukapita? Madarasa mangapi yale bwana? Matano eh? Manane tukaenda kuyajenga wapi? Busegwe. Ile shule ikapata sifa za kwanza, tujipigie makofi. Kwa hivi tunavyozungumza, kata zote kumi na nane, kila kata, hakuna kata isiyokuwa na shule ya nini? Ya sekondari. Maono yangu mimi, nataka awamu ijayo kila kijiji kiwe na shule yake ya sekondari. Kwa hiyo tujiweke mkao wa tayari. Lazima hapa Kibubwa muwe na shule yenu ya sekondari, Kisamwene wawe na shule yao ya sekondari na wapi kwingine, Busirime wawe na shule yao ya sekondari. Sasa ipo ile ya Butuguri, lakini ni itakuwa ya A level, wananchi wa Busirime wachache watapata nafasi. Si dhambi hata Busirime nao wakajenga wakaanzisha shule nyingine ya sekondari. Hayo ndio maendeleo tunayotaka na mimi naamini tunaweza kwa sababu tuna dhamira njema. Hapo vipi? <coughs> tukilimaliza hilo, na maendeleo bado hujafika mwisho. Tunataka barabara zenu zote zipitike. Nilikuwa napita na, na, tulikuwa na kwenye gari sema, uh, kumbe sisi tumepiga hatua, kumbe roundabout boti ama ziko tangu zamani mpaka huku mna roundabout. Unajua roundabout zinawekwa kupunguza magari kusongamana, akashindwa kusogea kumbe huko mlishapata magari mengi kabisa yakawa na kwao, nimeona <laughs> <laughs> ni kibubwa, nimeona mlianza roundabout. Ni ongereni roundabout oye, kwamba huku tulishataka maendeleo. Tunataka hizo barabara zenu zipitike kipindi chote cha mwaka, nyingi bado za udongo, tunataka sasa ziwe za changarawe, zikitoka za changarawe ziwe za lami. Kwani dhambi butia barabara zako za lami mkimalizayo wala mjamaliza wanachotaka mabomba nyumbani kwao, ukimalizayo yani yatakuja mashida tu, hawezi kumaliza maendeleo. Katiba ya Chama cha Mapinduzi mnaifahamu, meshaiona. Lengo na madhumuni namba moja ya Chama cha Mapinduzi ni nini? Namba moja na mimi nataka hilo la kwanza tu, kushinda katika uchaguzi wa serikali kuu na serikali za mitaa, Tanzania bara na Zanzibar ili kuunda na kushika serikali kuu na serikali za mitaa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tanzania Bara na Zanzibar. Ni kushinda nini? Uchaguzi. ili uunde nini? Serikali tena zote za mitaa na serikali kuu. Ili ushinde, lazima mwe mmejipanga. Katibu wetu hapa kasema kuwaelimisha, kuhamasisha na kadhalika lakini hii miezi tunayokwenda nayo hii, watakuja watu watababaisha wapiga kura, watababaisha wananchi kwamba hakuna kilichofanyika, serikali ya sisemu haijafanya lolote. Jamani, kwa haya tuliyotaja tujafanya chochote? Mmefanya. Tena waambie, sio serikali tu, mengine tumeshiriki kufanya wananchi wenyewe, mwambieni kabla elfu mbili ishirini hatukuwa na zahanati, inaendelea kujengwa imefika kwenye boma kabla elfu mbili na ishirini chuo kikuu kilikuwa kijaanza. Hivi tunavyozungumza si mnawaona wanafunzi dio? Mwaka kesho kundi la kwanza la chuo kikuu litaanza kutoka, na ninyi ni majirani, nitaomba tuhudhurie kwenye ile sherehe sindio? Mbunge wenu kwa mwongozo wa Chama cha Mapinduzi wilaya niliandaa hii ripoti, inaitwa nini? Taarifa ya utekelezaji wa ilani, miaka mingapi? Dio? mitatu ninataka kuongeza mwaka wa nne na nusu ya mwaka wa tano. Yaliyoendelea humu kuna kila kitu tulichokifanya ama ya kazi. Kwa hiyo Butiama tumekitaja kazi utakayokuwa nayo ni kuambia tiga rubehi wa rua nani uisaba yule tiga kuva kamesa uisaba hapa, mambo yamefanyika na yanaonekana hapa, lazima viongezeke tena kiwe bora zaidi kwa vile mna chuo kikuu Yeah, no. Vijana wakizidiwa kwenye zaanati yao wakimbilia wapi? Kituo cha afya, wakishindwa hospitali ya nini ya yeah. ja wilaya hayo ndigwamagendeo ana tukwenda nami yeah. maana nawaunga mkono waliosema kimwemwe La <laughs> kituo cha afya Butuguri hicho apo nacho kinaonekana sasa, mtu aje akwambie hujafanya kitu hicho. Butuguri hapa kituo cha afya Isaba hikiapa Isaba hapa. Isaba yeah. Saba, saba eh? Yeah. Alafu hiki cha Buruma majengo ya zanati ya Buruma hii hapa. Kwa hiyo hiki kitabu kimewapa mpaka picha ndugu zangu. Tumeendelea kuvitaja vingine, zanati ipo ya Mazami hii hapa. Na picha inaonekana. Inafuata Nyarukoru kwa magina kule. Inafuata Nyasirori ipo pia zanati yao hii hapa. Imefuata Kuigutu. Kuigutu zanati yao hii hapa na no, wameanza kutoa huduma na ikuwepo kabla. Alafu mtu anakuambia hakuna kilichofanyika, utamkubalia? Twende sekta nyingine, chuo kikuu ya elimu hapa. Ndo ilivyo sasa hivi kule Baiki. Hapa ndo jengo lao la utawala wanalotumia sasa hivi, lakini baadaye watakuwa kwenye habugando kengine eh? <laughs> <laughs> hapa ndo shuleni ya Uswadi Mangombe kama ilivyo kabla ukarabati. Hapa ni wakati wanakarabati, tulimuamba raisi akatoa bilioni mbili nukuta tano zikaanza kukarabati ili watoto wafanye nini, waingie na wameingia. Hapa ukarabati unaelekea kukamilika. Hapa hivi wao mnapita kuona, ndio haya maji ya Mgango Kiabakari Butiama, hayo hapo matenki. Unaona hapa ni kwenye ule mlima wa karibu na kwa chifu pale. Hii yote ni kazi iliyofanywa kipindi hiki cha Mheshimiwa Samia. Hapa ni Mgango kwenyewe kule ambako wanatoa maji, halafu tutakuburura hakuna kilichofanyika mwambie ha, kamesa barabara kwenye bara. Sekta ya barabara kuna maeneo hawakuamini kwamba yanawezekana. Jirani zenu tu hapo Muriaza kuna kijiji cha Kizaru. Ilikuwa kutoka Kizaru ufike makao makuu Mriaza, wanalazimika kupita kule upande wa Buhemba Kinyariri ndo waje hivi. Wanalipa zaidi ya elfu kumi kwenye bodaboda. Nikamwambia wataalamu, fungua barabara mlimani hapo. Hiyo hapo ndugu zangu imefunguliwa kwenye kile kilima, siku hizi wanalipa shilingi elfu tatu tu. Hayo sio maendeleo? Maendeleo, maendeleo. Ulikuwa pia tunataa maeneo yetu hayana taa za barabarani tunavyozungumza barabarani zinawaka hizo hapo, yeah. Kiabakari Pala kashangaa, hapa hapa, napo ni wapi? Kwani tumeingia mjini? Walizoea kwenye vijiji vyetu giza giza giza, tika tuziteho. Hey. Hey. Hey, bana, <laughs> <laughs> <laughs> giza tuziteho za za za riari, hawa na nguvu za giza, sasa ukiweka barangosa, si ndio? Hey. Kwa hiyo watu ya ngazi ya mabalozi na kamati zenu, kamati zote za utekelezaji, kamati za mabalozi, kamati za siasa za ngazi zote na wajumbe wa mikutano ya ngazi zote, tunao wajibu wa kutetea chama chetu ili hatimaye kishinde uchaguzi na kiunde nini serikali. Tunawapongeza, tumeshinda vizuri serikali za mitaa. Hongereni sana.